Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV, bila shaka utakuwa umekutana na hizi picha uh, pamoja na videos ambazo Diamond Platinumz ameziposti leo kupitia ukurasa wake wa Instagram. Na katika hizi video Diamond amekuwa akionyesha uh, wazi kwamba alikuwa uh, yuko katika tukio la kufunga ndoa kwamba Diamond Platinumz muda mfupi tu hapo ulipo uliopita leo ameweka hizo picha pamoja na video akiwa anafunga ndoa na mwanadada ambaye amevalishwa kanga kichwani. Lakini pia amevalishwa nguo nyeupe na kuna watu walikuepo hapo sebleni wakiwa na, na rekodi tukio hilo, na Diamond mwenyewe akiwa amevaa kilemba cheupe na kanzu nyeupe mashallah. Ati huo. Lakini pia hapa nataka anataka usikilize the way ambavyo mambo yalivyokuwa. <coughs> Sasa katika hii video kama umesikiliza vizuri hapo Shekhe alikuwa anasema kwamba, sema kwamba nimekubali kumwoa Zuhura Othman, which means kwamba Zuhura tunafahamu kwamba ni jina la bibie Zuchu. Zuchu anaitwa Zuhura. Sasa katika hii video kumsikia kwamba Shehe anamtaja Zuhura e, tukawa tumehisi kama vile moja kwa moja hapa labda huenda hii ilikuwa ni ndoa ya Diamond Platnumz na Zuchu e, bwana lakini Uh, hapa chini bwana, ni kwamba Diamond Platinumz ameweka ujumbe. Kuna ujumbe hapa ambao kuna ujumbe hapa ambao Diamond ameuweka ujumbe huu, unasomeka unasomeka kwamba miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu ina, uh, inataka uwe na moyo wa subra na pia vile vile hasa kukaza roho pindi mtu au watu wanapokuwa wanakupakazia ubaya fulani hivi kwenye jamii, alafu wewe mwenyewe unaujua ukweli wake, lakini unatakiwa ukae tu kimya, usijibu. Ilhali ya juu ni hali ya juu sana, na siwezi sema kwamba eti nayaweza sana, lakini na mshukuru Mm, namshukuru sana Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo, eh, kwa kiwango chake, na pia vile vile nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya pindi yeyote yule akijaribu kusema lolote zidi yangu. Na ndiyo maana hata interview nimekuwa naepuka sana kufanya siku hizi, japo si jambo jepesi, lakini faida yake nimeiona na ni kubwa sana. Maana vita vyako e, vita vyako inakuwa unapambaniwa inakuwa unapambaniwa na Mwenyezi Mungu na pia vile vile inakufanya uwe mshindi kila siku. Anyways, najua kila mmoja wenu ana picha tofauti tofauti kabisa kuhusiana na Diamond Platinumz na swala la kuoa, ila tu nataka leo niwaambie kuwa huyu Diamond Platinumz alishawahi kuoa, na kuna siku nitawaambia ilikuwaje. Umeona? So Diamond ameposti na kuweka huo ujumbe, ambapo tumeshindwa kuelewa kwamba alishawahi kuoa before. Hii ni ndoa yake nyingine? ni kwamba Diamond ameamua kuoa, au hizi ni video na picha ambazo za kipindi hicho ambacho alishawahi kuoa. So ni issue ambayo watu wengi sana wanajiuliza kwamba nini ambacho kinaendelea, lakini eh, bado tunalifuatilia ile swala kwa karibu, kwa sababu Diamond mwenyewe ndo kwanza amepost hivi vitu sasa hivi. Kwa hiyo bado ukweli halisi haujajulikana. Ukiwa kama mdau unahisi kwamba Diamond ameoa Zuchu au Diamond amemoa mwanamke mwingine, hebu tuweke maoni yako katika comment section, na kila comment section na na kila pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.